Kampeni ina, ya chanjo inayolenga maelfu ya watoto katika kaunti ya Migori na maeneo yaliyo karibu inatarajiwa kuanza mwezi ujao kama sehemu ya juhudi mpya ya wadau katika sekta ya afya kutokomeza ugonjwa wa polio humu nchini. Akizungumza wakati wa matembezi ya kukabiliana na ugonjwa huo, msimamizi wa kilabu cha Rotary eneo la 9212, Wairimu Njage alisema mpango huo unanuiwa kuwahakikisha kuhakikisha watoto kwenye eneo linalokabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi wamekingwa dhidi ya ugonjwa huu wa kupooza. Wanachama kadhaa wa klabu cha Rotary pamoja na wataalamu wa afya walifanya matembezi kwenye barabara za jiji la Nairobi leo ili kutoa uhamasisho kuhusiana na haja ya kufanya juhudi za pamoja ili kutoza On to deliver on Rotary's promise to end polio in our lifetime. We have to continue to vaccinate, to educate, to sensitize everybody. Because as long as polio is not completely eradicated, it is possible for it to resurface, uh, among, uh, our communities. Ni katika hafla hiyo ambapo msimamizi wa eneo 9212 la Rotary Wairimu Njage alitangaza kampeni muhimu itakayohusisha kaunti tano na inayotarajiwa kutekelezwa kufikia katikati ya mwezi Novemba katika kaunti ya Migori. our border towns are entry points of polio and we must ensure through sustained campaigns that we ensure that every child is receives the appropriate polio vaccine. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani chini ya mshirikisho wa kimataifa wa mpango wa kukabiliana na polio nchini, Dr Charles Corir, Taifa hili limepiga hatua kwa kutokuwa na visa vyovyote vya ugonjwa huo kwa kipindi cha miezi kumi na sita. We are now 16 months without a virus. The previous viruses were all imported from neighboring countries. So I think Kenya has done fairly well, but a lot still need to be done. We still have a lot of unvaccinated kids, so we want to encourage again our colleagues in Rotary and everyone really to make sure that kids are vaccinated through routine immunization. Wakati huo huo, madaktari pia wanapanga kutumia kampeni hiyo kushughulikia tatizo la wazazi kupuuza chanjo wakisisitiza umuhimu wa chanjo hiyo kama njia mwafaka ya kinga kwa watoto dhidi ya virusi vya ugonjwa wa polio. Joseph Wahungu is um, so sure so Dira ya Magwiji.